Tuendelee kuwa wamoja kwa ajili ya kuhakikisha haya mema mengi mazuri yanayoyaleta daktari Samia katika mkoa wetu tunayatunza na kuyaenzi kwa kushikamana kuwa wamoja. Tukiwa wamoja, manake tutalinda amani yetu. Najua kuna watu wanalalamika, kuna maazi ya miundombinu, kuna changamoto. Hivi kama rais amekubali kutujengea ukumbi wa kimataifa mkubwa kuliko ukumbi bora kuliko nchi zote za Afrika, hivi barabara hataleta kweli? Sitakuwepo tu Yan, kuna mambo asima kwamba yanaenda bila kusema goes without saying, yani yatakuja tu. Kama anatuletea uwanja wa mpira wa bilioni mia mbili kweli kuna haja kwa kwa ya kuandamana kwa ajili ya barabara kweli? Itakuja tu na ndio maana hii barabara ya kutoka Kiombelo kwenda mpaka Kisongo pale kilometa tisa nukta tatu inajengwa njia nne ndugu zangu kutoka Tengeru kwenda mpaka Usa kilomita kumi na moja pointi tatu inajengwa njia nne. Tunaweka mpaka na flyover pale. Kutoka pale Tengeru kilomita nane kwenda mpaka Mererani inajengwa njia za kutosha tu. Kwa una connect pale unaingia Mererani, Mererani unaingia Kia, unatamba zako. Na kilomita zaidi ya tatu kutoka huku Longido inakwenda mpaka Hai. Itafika kipindi watu wana sababu ya kupita hapa katikati. Daktari Samia ameshatuma timu ya feasibility study mpango unakamilika na, na penyewe anataka kujenga kwa lami hivi. Kuna haja ya kugombana kwa sababu ya barabara tu? Mimi niwaombe katika ile eneo tuendeleeni kumwombea, kumtia moyo, yako mambo yanayaleta bila kelele. Na bahati nzuri sio mtu akupiga nini, sisi ndio wababwajaji, lakini kwake wala hana nini.